Mheshimiwa Zubeda Hassan Sakuru, kumekuwepo kwa matukio ya vifo visivyokuwa vya lazima kutokana na kutokuwepo kwa motisha kwa madaktari na wauguzi kwa kulipwa viwango duni vya mishahara na kutolipwa posho zao kwa wakati. Je, serikali inakabiliana vipi na changamoto hiyo ya maslahi kwa watumishi wa sekta hii muhimu? Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zubeda Hassan Sakur, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na madaktari, matabibu pamoja na wauguzi nchini, ambapo serikali imeendelea na jitihada zake za kuboresha mishahara ya watumishi wake mwaka hadi mwaka ikiwemo ya wataalamu wa sekta ya afya kwa kuzingatia uwezo wa serikali wa kulipa. Mheshimiwa naibu spika, serikali inaendelea na utafiti wa tathmini ya kazi na punde tathmini hiyo itakapokamilika, serikali itapanga mishahara na motisha upya kwa watumishi wote wa umma wakiwemo wa sekta ya afya. Mheshimiwa naibu spika, ni kutokana na ukweli huu kati ya mwaka 2010 na 2011 hadi mwaka 2016 2017 vianzia mishahara kwa kada za wauguzi vimeongezwa kutoka shilingi 614000 hadi kufikia shilingi 980000 kwa mwezi kwa wahitimu wa shahada na shilingi 425000 hadi shilingi 680000 kwa wahitimu wa stashahada. Aidha, shilingi 260000 hadi shilingi 432000 zimekuwa zikilipwa kama kianzia cha mshahara kwa wahitimu wa asta shahada. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa vianzia mishahara kwa kada za madaktari na maafisa tabibu katika kipindi hicho vimeongezwa kutoka shilingi 886,000 na 800 hadi shilingi milioni moja 480,000 kwa wahitimu wa shahada na shilingi 425,000 hadi shilingi 680,000 kwa wahitimu wa asta shahada. Na mwisho wa shilingi 260,000 hadi shilingi 432,000 kwa wahitimu wa astashahada. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka 2016/2017 vianzia mshahara hivi ni vikubwa zaidi ikilinganishwa na vile vya watumishi wa serikali kuu na waalimu kwa kuzingatia ngazi ya elimu zao kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa serikali kuu kwa watumishi wenye astashahada wameanzia na shilingi laki tatu na tisa kwa walimu wameanzia na shilingi 449,000, kwa wauguzi wameanzia na shilingi 432,000, na kwa matabibu na madaktari wameanzia na shilingi 432,000. Kwa upande wa stashahada, serikali kuu kianzia mshahara kimeanza na 825,000. Kwa upande wa walimu wenye stashahada ni 530,000, wauguzi 680,000, na tabibu na madaktari 680,000 kwa upande wa shahada serikali kuu wameanzia na 710000 walimu wa 716000 wauguzi shilingi 980000 na kwa upande wa matabibu na madaktari wenye shahada shilingi milioni moja na 480000. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa wito kwa wataalamu wa afya na watumishi wote kwa ujumla kufanya kazi kwa bidii na kwa kuzingatia viapo na maadili ya kazi zao. Aidha, serikali itaendelea kuboresha Maslahi ya watumishi kwa kadri uwezo wake wa kulipa utakavyoimarika. Mheshimiwa Waziri, kabla hujaondoka, tusaidie hii serikali kuu astashahada ni kiasi gani, ni mia tatu tisini elfu au ni mia tatu na tisa elfu? watu wa Hansard mlipate hilo sawa sawa. Mheshimiwa Gekul, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru, niuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa uh, pamoja na, na mishahara ya watumishi hao wa sekta ya afya, serikali ilikuwa ikitoa motisha mbalimbali ikiwemo on call allowance kwa wauguzi wetu, lakini hadi hivi tunavyoongea serikali haipeleki pesa hizi kwa wakati. Na nitoe mfano kwa hospitali yangu ya Mrara katika jimbo la Babati mjini, tangu mwezi wa pili wauguzi wale katika hospitali ile, tangu mwezi wa pili hawajalipwa fedha hizo. Naomba nifahamu. Ni kwa nini serikali haipeleki fedha hizi kwa wakati kama ilivyoahidi. Swali la pili, kwa kuwa katika bajeti iliyopita OC katika almashauri zetu na katika hospitali zetu zilipunguzwa kwa zaidi ya asilimia sitini, na nitoe mfano, hospitali yangu ya Mrara ilikuwa inapokea milioni mia moja hamsini na nne OC lakini ikapunguzwa hadi milioni arobaini na sita kwa mwaka, na hizi fedha sasa zilipe likizo za watumishi, maji na umeme. Naomba nifahamu kauli ya serikali, ni kwa nini fedha hizi zimepunguzwa ili hali mambo haya sasa yamekwama. Mfano sisi zaidi ya milioni kumi hospitali inadaiwa, imeshindwa kulipa bawasa bili ya maji. Serikali iko tayari kufikiria kuhusu uamuzi huu wa kupunguza osi katika hospitali zetu za wilaya, ili waweze kuziendesha hospitali hizi? Mheshimiwa Waziri ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, majibu. Mheshimiwa naibu spika, Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Paulin Gekul, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mbunge wa ... nisamehe sana, mbunge wa jimbo la Babati mjini, kama ifuatavyo. Litokea viti maalum nra. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusiana na swala lake la kwanza kwamba ni kwa nini serikali halipeleki kwa wakati posho mbalimbali hususan mbali, ya on call allowance, nimejaribu kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ni kweli posho hii imekuwa ikichelewa, lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba itaendelea kutolewa kwa wakati kwa kadri hali ya uchumi itakavyoendelea kuimarika, kwa sababu fedha hizo tayari zilishapangwa katika bajeti. Kwa hiyo zitatolewa. Mheshimiwa naibu spika, kuhusiana na osi kupunguzwa, haijapunguzwa kwenye osi za hospitali ya mrara peke yake. Ukiangalia nchi nzima, fedha za matumizi mengineyo zilipunguzwa, na wote tunajua kabisa tulikuwa na malengo ya aina gani kama nchi asilimia zaidi ya 40 imepelekwa katika miradi ya maendeleo. Niwaombe watumishi waendelee kuvuta subira, tutakapoenda katika media review. Siwezi kulisemea hili kwa wizara ya fedha, tunajua kabisa kila mwaka Februari au Januari au Februari huwa kuna mid-term year review. Kwa hiyo hilo ni wachie wao, naamini nitakapofika wakati huo wataona ni maeneo gani yanayoweza kufanyiwa maboresho ili kuweza kuendana na wakati. Mheshimiwa naibu Spika, nakushukuru.